Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo kutoka Remedify Coaching Program. Asante sana Leo tunaingia kwenye mm, mada ya kuvutia sana, kitu ambacho kipo ndani kabisa ya kila mmoja wetu na kinaathiri jinsi tunavyojisikia kila sekunde. Nishati yetu Kabisa. Ni msingi wa uhai wenyewe na tumepokea nyenzo zako nzuri sana kutoka Remedify coaching program: miongozo, maelezo ya mafunzo yote, yakilenga hizi chembe ndogo za maajabu zinazoitwa mitokondria hmm. Wengi wetu tumesikia hili neno labda shuleni au kwenye makala za afya, lakini leo tunakusudia kufafanua kwa kina zaidi ni nini hasa, kwa nini ni muhimu kwako wewe, msikilizaji nam na muhimu zaidi, tutaangazia njia madhubuti kama zilivyoelezwa hapa za kuziboresha ili upate nguvu zaidi na afya bora. Ndivyo ilivyo. Hebu fikiria kama kama mwili wako ni jiji kubwa lenye shughuli nyingi sana, sawa? Seli zako ni kama majengo yote katika jiji hilo, nyumba, ofisi, viwanda, kila kitu, okay. Swali sasa ni nini kinawasha ta nini kinaendesha mitambo yote katika jiji hilo? mm -hmm. Jibu, kama hizi nyenzo zinavyoonyesha vizuri, liko kwenye vituo vidogo sana vya kuzalisha nishati, kama viwanda vidogo vidogo vilivyosambaa ndani ya karibu kila seli. Hizo ndiyo mitokondria, viwanda vidogo vya nishati ndani ya seli. Napenda huo mfano, na leo tuta tutafungua pazia tuone jinsi hivi viwanda vidogo vinavyofanya kazi na jinsi tukifuata mwongozo huu tunavyoweza kuvitunza vizuri. Sawa, basi, tuanze uchambuzi huu. Lengo letu hapa ni kukupa wewe, msikilizaji, picha iliyo wazi na, muhimu zaidi, hatua chache unazoweza kuanza nazo mara moja kabisa, kama zilivyoainishwa kwenye miongozo hii kutoka Remedify Coaching Program, hatua za kuongeza nishati na kuboresha afya kwa ujumla. Hebu tuanze, tuendelee basi. Swali ya kwanza kabisa, hizi mitochondria hasa ni vitu gani? Maelezo hapa yanasema ni ni sehemu ndogo sana kama umbo la njegere hivi, ndiyo zina umbo kama hilo au kama maharagwa madogo, na zipo kwa milioni mabilioni ndani ya karibu kila seli mwilini mwako, isipokuwa seli nyekundu za damu, karibu kila seli eh, na kazi yao kuu ni ni muhimu mno, ni kubadilisha chakula tunachokula na hewa tunayovuta kuvigeuza kuwa nishati ambayo seli inaweza kutumia. Molekuli maalumu inaitwa ATP, ATP. adenosine triphosphate. hiyo hiyo. Fikiria ATP kama kama betri ndogo ndogo zinazoweza kuchajiwa tena, betri ndogo. Sawa, betri hizi ndizo zinazotoa nguvu kwa kila kitu na namaanisha kila kitu kinachotokea mwilini mwako kila sekunde kila dakika kila kitu hapo nahitaji ufafanuzi kidogo zaidi unaposema kila kitu ni kama michakato gani hasa yani fikiria tu misuli yako inapokunjuka ili utembee au unyanyue kitu kizito kidogo mm-hmm. hiyo inahitaji ATP ubongo wako unapofikiri unapojifunza unapokumbuka mambo au hata unapoota ndoto usiku. Kazi nzito hiyo, kazi nzito sana inatumia ATP nyingi sana. Halafu michakato ile ya ndani zaidi: mwili kukua, ngozi kujirekebisha baada ya kujikata, seli zilizochakaa kubadilishwa na mpya, yote yanahitaji nishati kutoka ATP. Kweli. Kwa hiyo bila ATP ya kutosha kutoka kwa mitokondria zenye afya mifumo hii yote inaanza inaanza kupwaya. Unaanza kujisikia mchovu, uwezo wa kufikiri unapungua, uponyaji unakuwa wa polepole. Na kuna namba hapa kwenye maelezo, inasema tuna zaidi ya quadrillion moja. Ndiyo, quadrillion hiyo ni moja ikiufuatiwa na sufuri kumi na tano. Ni idadi ni vigumu hata kuifikiria akilini. Dah, hiyo ni nyingi sana, nyingi mno, na kama mwongozo unavyosisitiza afya yako kwa ujumla, kiwango chako cha nishati kinategemea sana jumla ya nguvu na ufanisi wa hizo mitokondria zako sote, trilioni kwa trilioni. Hilo linabadilisha mtazamo kabisa. Sasa mchakete wenyewe wa kutengeneza hizi betri za ATP unafanyikaje? Naona maelezo haya yana yana ufafanuzi wa aina mbili, mmoja rahisi, mwingine wa kina zaidi. Tuanze na ule rahisi kwanza labda. Sawa kabisa. Kwa urahisi kama nyenzo zinavyopendekeza, fikiria kama mstari wa uzalishaji kiwandani. Okay. Hatua ya kwanza, usafirishaji wa mali hafi. Chakula unachokula wanga, mafuta, protein kinavunjwa kuwa vipande vidogo sana ambavyo seli inaweza kuvitumia kama mafuta. Sawa. Hatua ya pili, uchakataji wa nishati. Hivi vipande vya mafuta vinapitishwa kwenye mfululizo wa michakato, kama mashine mbalimbali ili kutoa nishati iliyokuwa imehifadhiwa ndani yake. Mm-hmm. Hatua ya tatu, mitambo ya nguvu. Mwishoni kabisa kuna mitambo midogo sana kama tambira ndogo zinazozunguka kwa kasi ya ajabu. Kuzunguka huko ndiko kunakotengeneza ATP kwa kuunganisha vipande vingine viwili, ADP na phosphate. Wow! Kama tambira ndogo. Ndiyo. Na mlinganyo muhimu wa kukumbuka, ulioandikwa hapa ni chakula mafuta plus oksijeni kutoka hewani, is equal to ATP, nishati, plus maji kidogo. Kwa hiyo oksijeni ni muhimu sana hapo, muhimu mno. Bila oksijeni ya kutosha mchakato huu hauwezi kukamilika kwa ufanisi, unazalisha nishati kidogo sana. Mfumo rahisi unaeleweka vizuri: malighafi inaingia inachakatwa, kwa msaada wa oksijeni, nishati inatoka. Sasa, kwa wale wanaopenda kujua undani zaidi kidogo. Naam. kama wahandisi wa miili yao wenyewe maelezo haya yanaenda mbali zaidi na hatua nne. Ni kweli kwa wanaotaka kujua zaidi, mwongozo unafafanua kwa undani zaidi. Hatua ya kwanza ni uwasilishaji wa mafuta, ambapo carbohydrate zinakuwa pyruvate na mafuta yanakuwa fatty acids mm -hmm. halafu kuna mzunguko wa Krebs unaofanyika ndani kabisa ya mitochondria. Huu unavunja zaidi hayo mafuta na kutoa wabebaji maalumu wa nishati, kama malori madogo yanayobeba nishati. Kama hivyo ndiyo. Halafu hao wabebaji wanapeleka nishati kwenye mlolongo wa usafirishaji elektroni. Hapa ni kama uwaya wa umeme mdogo sana, elektroni zinatiririka na kutoa nguvu okay. Na mwishowe nguvu hiyo inatumika kuendesha ule mtambo tunaosema ATP synthase huru ndio unaozunguka na kuunganisha ADP na fosfeti kutengeneza ATP, na hapa ndipo oksijeni inahitajika sana, mwishoni kabisa, kupokea zile elektroni zilizotumika. Mchakato tata kweli, tata sana, lakini umekamilika vizuri ajabu. Kinachosisimua hapa sio tu majina ya hatua hizi, bali jinsi kila hatua inavyotegemea virutubisho maalum kutoka kwenye chakula chetu na oksijeni. Ukikosa moja, mchakato wote unaathirika. Hapo ndipo unaona moja kwa moja uhusiano kati ya tunachokula, tunavyopumua na jinsi tunavyojisikia kabisa. Lishe bora na hewa safi ni mafuta na uendeshaji bora wa viwanda hivi. Sawa, lakini kama kiwanda chochote, hata kile kinachotumia teknolojia ya hali ya juu, kinaweza kupata hitilafu au kuchoka au kuharibika. Mm -hmm. Maelezo haya kutoka Remedify yanasema mitokondria zetu pia zinaweza kuharibika na matokeo yake ni nishati kidogo, uchovu. Sasa ni nini hasa kinachoharibu hivi viwanda vyetu? Mwongozo huu unatupa orodha. Ndiyo, na ni muhimu sana kuijua hiyo orodha. Hawa ndio wahalifu wakuu wanaoshambulia mitokondria zetu kila siku, mara nyingi bila sisi kujua. Nyenzo hizi zinaorodhesha saba. Saba. Tupe moja moja. Wa kwanza kabisa? Vyakula visivyofaa na sukari nyingi. Eh, vivyakula vilivyosindikwa sana vilivyojaa sukari mafuta mabaya, vinasababisha kitu kinaitwa moshi wa kimetaboliki. Moshi wa kimetaboliki? Eh, kitaalamu ni oxidative stress. Ni kama uchafu unaozunguka na kuharibu mitambo ya mitochondria hadi DNA yao wenyewe. Sukari nyingi hasa ni sumu kwao. Sawa, namba mbili, kutofanya mazoezi au ukosefu wa shughuli za mwili shh. Ukikaa tu unautumia mwili ujumbe kwamba ah, hatuhitaji nishati nyingi sana mm. Matokeo, mwili unapunguza uzalishaji mitochondria zilizopo zinazofika, na hata idadi yao inaweza kupungua. Ni kama kufunga baadhi ya mistari ya uzalishaji kiwandani. Ina maana. Namba tatu, la, baadhi ya plastiki kemikali za viwandani hizi zinaweza kuingia mwilini na kushambulia mitokondria moja kwa moja. Hiyo inatisha kidogo. Namba nne, ukosefu wa usingizi wa kutosha na bora. Usingizi sio kupoteza muda, mwongozo huu unasisitiza ni wakati muhimu wa ukarabati, kama service ya gari lako. Bila usingizi mzuri wa kutosha, mitokondria haziwezi kujirekebisha vizuri na zile taka za moshi wa kimetaboliki zinajilimbikiza. Yaani kama kiwanda akifanya usafi usiku, hasa. Na kesho yake kinaanza kazi kikiwa bado kichafu, utendaji unapungua. Sawa. Namba tano. Msongo wa mawazo wa muda mrefu. Wasiwasi usiokwisha, hasira, kujisikia kuzidiwa. Hali hizi za kudumu huchochea mwili kutoa homoni kama cortisol. Zikiwa nyingi kwa muda mrefu, homoni hizi zinavuruga kazi ya mitochondria na pia zinachochea uvimbe mwilini. Sita. Uvimbe na maambukizi hasa uvimbe wa chini kwa chini, chronic inflammation au maambukizi ya mara kwa mara. Hii inaleta mzigo mkubwa kwa seli, nishati inaelekezwa kwenye kupambana na hali hiyo na mitokondria zinaweza kuathirika. Naya saba, mtindo wa maisha wa kukaa tu. Hii inahusiana na kutofanya mazoezi lakini ni zaidi hata kama unafanya mazoezi saa moja, kukaa kwa masaa mengi yaliyobaki bado kuna madhara, kunadhoofisha uzalishaji wa nishati na kupunguza kitu muhimu kinaitwa metabolic flexibility, uwezo wa mwili kutumia mafuta tofauti. Ndiyo? Uwezo wa kubadilisha kirahisi kati ya kutumia sukari au mafuta kama nishati. Kukaa sana kunapunguza uwezo huo, unakuwa kama gari linalotumia aina moja tu ya mafuta vizuri. Wow. Hii orodha inaonyesha jinsi maisha yetu ya kisasa yalivyo na changamoto nyingi kwa afya ya mitokondria zetu: vyakula, ukosefu wa mwendo, sumu, usingizi hafifu, msongo. Ni kweli lakini lakini nasikia kuna habari njema. Kuna habari njema sana, na hapa ndipo nyenzo hizi za Remedify zinatia moyo kweli. sio kwamba zikiharibika ndiyo mwisho. Aha. tuna uwezo wa ajabu wa kuzirekebisha zilizopo, na zaidi ya hayo, tunaweza kuchochea mwili kujenda mitokondria mpya kabisa, zenye nguvu zaidi. kujenga mpya ndiyo. Mchakato huu unaitwa mitochondrial biogenesis. Ni kama kuongeza viwanda vipya vya nishati au kuboresha vile vya zamani hilo linawezekana. Tunafanyaje hivyo? Tunawezaje kuwa wasimamizi wazuri wa hivi viwanda vyetu? Hapo sasa, hapo ndipo nguvu ya chaguzi zetu za kila siku inapokuja. Nyenzo hizi zinatoa kama orodha ya dhamira yako, imegawanywa katika nguzo nne kuu za afya ya mitokondria. Nguzo, nguzo nne. Sawa, tuzipitie nguzo ya kwanza, nguzo wa kwanza: fanya mazoezi mara kwa mara. Huu ndio ujumbe wenye nguvu zaidi unaoweza kuupa mwili wako, ninahitaji nishati zaidi. okay. Mazoezi ndiyo yanachochea biogenesis kwa nguvu zaidi, na kama mwongozo unavyosema, aina tofauti zina faida zake. Mazoezi ya aerobic kama kutembea haraka, kukimbia, kuogelea, yanaongeza idadi ya mitokondria, idadi zaidi. Mazoezi ya nguvu kama kunyanyua vitu au kutumia uzito wa mwili, yanaongeza msongamano wao ndani ya misuli. Wanakuwa wengi zaidi kwenye eneo dogo sawa. Na mazoezi ya kasi ya kubadilishana HIIT, yale ya kufanya kwa nguvu kwa muda mfupi, halafu kupumzika kidogo, yanaongeza ufanisi wao kwa kiasi kikubwa, yanawafundisha kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo siyo aina moja tu ya mazoezi, kuchanganya ni bora zaidi. Lengo kuu linalopendekezwa hapa ni angalau dakika 30 za shughuli nyingi za kimwili siku nyingi za wiki. Hata kutembea kwa kasi kunasaidia sana sawa. Nguzo ya pili, nguzo ya pili: kula vyakula halisi vizima, avocado, broccoli, strawberry. Hii ni kama kuwakwa mafuta bora na vipuri vya hali ya juu viwanda vyako, mafuta bora. Vyakula ambavyo viko karibu na hali yao ya asili, mboga za majani mengi, matunda yenye rangi ya ngavu, mafuta yenye afya, parachichi, karanga, mbegu, samaki wenye mafuta, protini bora samaki, kuku, maharagwe, mayai. mm-hmm. Hivi vinatoa vitamini, madini na muhimu sana vioksidishaji, antioxidants. Hivi ndivyo vinavyolinda mitokondria dhidi ya ule moshi wa kimetaboliki tunaousema, kama kusafisha uchafu kiwandani hasa. Na nyenzo hizi zinapendekeza mfumo wa sahani ya nguvu. Lenga nusu sahani iwe mboga za rangi tofauti, robo protini bora robo wanga tata kama viazi vitamu, mchele wa brown pamoja na mafuta mazuri, na kuepuka kuepuka au kupunguza sana sukari zilizoongezwa, mafuta mabaya trans fats, na vyakula vilivyosindikwa kupita kiasi, vile vinavyokuja kwenye paketi zenye orodha ndefu ya viambato usivyovijua. Sawa kabisa. nguzo ya tatu? Nguzo ya tatu, tanguliza usingizi bora mm. Hii ni muhimu mno ni wakati wa ukarabati na usafi wa seli. Wakati wa usingizi mzito, mwili unaondoa taka zilizokusanywa mchana kutwa. Timu ya usafi inafanya kazi. Ndio, lengo lako liwe kupata masaa nane hadi tisa ya usingizi bora kila usiku. Sio tu kulala, bali kulala usingizi mzuri. Ubora ni muhimu. Na nguzo ya nne. Nguzo ya nne. Tafuta utulivu. Dhibiti msongo wa mawazo. Kupunguza athari za msongo wa muda mrefu. Sio kuishi bila msongo, bali kujifunza kuudhibiti. Tafuta kinachokufanyia kazi wewe. Kama nini? Inaweza kuwa kusikiliza muziki, kutembea nje, kupumua kwa kina, kutafakari mindfulness, kucheza, kuongea na rafiki, chochote kinachokurudisha kwenye hali ya utulivu. Kulinda afya ya akili ni kulinda afya ya seli zako. Hizo ni nguzo nne zenye nguvu kweli mazoezi, lishe bora, usingizi, utulivu. Lakini najua wengine wanaweza kuwa wanawaza nitaanzaje? Haya yote swali zuri sana, na labda hapa ni wakati mzuri kukukumbusha wewe, msikilizaji, ikiwa unahisi unahitaji mwongozo zaidi wa hatua kwa hatua, labda ushauri unaokulenga wewe binafsi, au mfumo wa kukusaidia kuwajibika, Remedify coaching program, wana programu za mafunzo kwa ajili hiyo. Mm? Unaweza kutembelea tuvuti yao website beacons.ai kk2020 kuona jinsi wanavyoweza kukusaidia zaidi katika safari hii. Hmm, hiyo ni rasilimali nzuri. Sasa turudi kwenye utekelezaji. Zaidi ya hizi nguzo, nyenzo hizi zinatoa pia mpango wa wiki kumi. Ndiyo. Kuna mpango wa wiki kumi uliopendekezwa kama njia ya kuanza ni kama ramani ya kuanzia. Unaonekana kama njia nzuri ya kujenga tabia taratibu. Unafanyaje kazi? Umeundwa kujenga tabia hizi za kiafya kwa njia endelevu. Kila wiki unalenga yale maeneo matatu: a, mwendo na mazoezi; b, lishe na mafuta ya seli; na c, urejeshaji na ulinzi, usingizi na msongo. Sawa. Na uzuri wake unaanza taratibu sana. Umegawanywa katika awamu tatu. Wiki moja mpaka tatu ni kujenga msingi. Unaanza tu kuweka ratiba, kuboresha usingizi kidogo, kupunguza vyakula vibaya. Mfano, labda wiki moja kutembea dakika 30 mara nne, kula mlo mmoja mzuri kwa siku, kulenga masaa saba nane ya usingizi, kitu kinachowezekana. Sawa. Halafu wikende sita ni kuongeza kasi. Unaongeza ugumu kidogo kwenye mazoezi, labda unajaribu HIIT fupi. Unazingatia zaidi virutubisho kwenye lishe kama vitamini B na magnesium, unaendelea kujenga ile metabolic flexibility. Na mwisho wiki saba kumi ni kuboresha na kufanya iwe tabia. Hapa unalenga kufikia kiwango zuri zaidi kwako, unajaribu mbinu za urejeshaji kama mapumziko kamili, na muhimu zaidi, unafanya hizi tabia ziwe sehemu ya maisha yako ya kudumu. Huo mpango unaonekana mzuri kwa kuanza polepole, hiyo pole inapunguza ile pressure ya kubadilisha kila kitu mara moja. Naona pia msisitizo kwenye kufuatilia maendeleo. Kwa nini hilo ni muhimu? Kufuatilia ni muhimu sana, ni kama dashboard ya gari lako, inakuonyesha unaendaje. Mpango unapendekeza ufuatilie viwango vya nishati, labda kwa kipimo cha 110 kila siku hmm, hali yako ya akili na utulivu, ubora wa usingizi wako jinsi unavyohimili mazoezi yanakuwa rahisi zaidi na hata motisha yako. Hii inakupa mrejesho wa nini kinafanya kazi na wapi urekebishe. Na pia wanatoa majibu kwa changamoto. Kama mtu anasema hana muda, ndiyo, wanasema kama huna muda jaribu mazoezi mafupi ya dakika kumi, kumi na tano mara kadhaa, au andaa milo mapema. Kama motisha inapotea, tafuta rafiki au kumbuka unavyojisikia vizuri baada ya mazoezi. Kama unasafiri fanya mazoezi ya uzito wa mwili popote, jifunze kuchagua vizuri migahawani. Kuna majibu kwa changamoto nyingi. Kwa hiyo lengo sio tu kumaliza wiki kumi bali kutumia hizo wiki kama, kama mafunzo ya kujenga mtindo mpya wa maisha. Hasa hilo ndilo lengo kuu kabisa. Wiki kumi ni mwanzo tu, mafanikio ya kweli yapo katika kuendelea. Nyenzo hizi zinazungumzia matengenezo ya mitokondria ya maisha yote. Matengenezo ya maisha yote. Kila saa kazini, kunywa maji ya kutosha, chagua tunda badala ya biskuti, linda usingizi wako, tuliza akili dakika chache, mambo madogo yanayoleta tofauti kubwa. Na pia wanapendekeza kufanya tathmini ndogo kila wiki, kubwa kila mwezi, kuona kama bado uko sawa na kuna wazo hili la manifesto ya mitokondria manifesto, kama tamko e, kama tamko lako binafsi linakuweka wewe kwenye kiti cha udereva linasema, mimi ndiye mwandisi mkuu wa viwanda vyangu vya nishati kwa trilioni moja. Chaguzi zangu ndizo zinaamua vitafanya kazi vizuri au la. Hilo ni wazo, hilo linatia nguvu sana. Mimi kama mwandisi mkuu wa nishati yangu mwenyewe. Na napenda huu msemo ulionukuliwa hapa, unapozitunza mitokondria zako, mitokondria zako zinakutunza. Ni kweli kabisa, unavuna unachopanda. Hii inabadilisha mtazamo, sio tu kuongeza miaka kwenye maisha bali, ku, bali kuongeza maisha, uchangamfu, nguvu kwenye miaka yako. Na ukiangalia picha kubwa zaidi, kama nyenzo zinavyodokeza, afya yako bora haishii kwako tu, mm. Inamhusu nani mwingine? Inawagusa watu wanaokuzunguka, familia yako, marafiki, wafanyakazi wenzako. Unapokuwa na nishati na kujisikia vizuri, unaweza kuwa mzazi bora, mfanyakazi bora, rafiki bora. Unachangia vyema zaidi kwenye jamii. Kweli kabisa. Athari yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo, chaguzi zako ndogo za kila siku zinajenga mustakabali wako na pia zinachangia ustawi wa pamoja. Na hili linatuleta kwenye swali moja la mwisho la kutafakari. Kabla hatujafika kwenye hilo swali la mwisho, hebu tuwakumbusha tena wasikilizaji wetu ikiwa haya yote yamekugusa na unataka kuchunguza zaidi jinsi ya kutekeleza haya kwa ufanisi, na labda unahitaji usaidizi kidogo, kumbuka kuangalia Remedify Coaching Program. Ndiyo. Tovuti yao ni websites beacons.aikk2020. Angalia kama kuna program au muongozo unaweza kukusaidia wewe binafsi. Muhimu sana. Sasa lile swali lako la, la mwisho la kutafakari. Sawa, baada ya kusikia haya yote leo Ukiangalia tabia zako za sasa, ulaji wako, mwendo wako, usingizi, msongo, ukiangalia kupitia lenzi hii mpya ya afya ya mitokondria, mm -hmm, ni mabadiliko gani madogo moja tu, kitu kimoja kidogo unachoamini unaweza kuanza nacho leo au kesho, ambalo linaweza kuleta athari kubwa zaidi kwenye viwanda vyako vya nishati baada ya muda? Kitu kimoja tu cha kuanzia, sio kubadilisha kila kitu bali kuchagua hatua moja ndogo lakini yenye nguvu. Unaweza kuanza na ipi? Wazo zuri sana la kutuacha nalo, kitu kimoja kidogo tu. Tumefunika mengi leo, tumezama ndani ya huu ulimwengu mdogo lakini muhimu sana ndani ya seli zetu. Asante sana kwa kutupitisha kwenye uchambuzi huu wa kina na unaoeleweka vizuri kutoka kwenye nyenzo hizi bora za Remedify. Ilikuwa furaha yangu kushiriki, ni mada muhimu sana kwa ustawi wetu sote. Kuna nguvu kubwa katika kuelewa miili yetu. Na kwako wewe msikilizaji wetu, tunatumai umepata ufahamu mpya, labda aha moments zako, na muhimu zaidi motisha ya kuchukua hatua, hata kama ni ndogo. Asante sana kwa kuchagua kusikiliza podcast ya Remedify Coaching Program. Asante, tunakutakia afya njema na nishati tele katika siku zako zijazo.